Naam. Bwana Yesu asifiwe wa sana, wana na binti za Mungu. Kwanza ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahali pale ambapo upo unaponitazama na, na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara Afrika, rafiki uh, yangu ninatamani sana kukutia moyo na kukupa upeo uh, kwenye jambo moja hivi. Kwa nini basi umekosa furaha? Na ni kwa nini basi mtu anaishi pasipokuwa na furaha lakini anamiliki kila kitu, akionekana hivi kwa macho anaonekana anamiliki kila kitu, anakuwa na mafanikio, anakuwa na magari. Lakini huyu mtu unakuta hana furaha. Watu wengi sana kwenye ulimwengu huu unaweza ukawaona kabisa wamefanikiwa E, kimaisha. Kwenye macho ya kutazama hivi, ukiangalia anamiliki magari, wengine unakuta anamiliki nyumba nzuri kabisa, ambazo sio moja, ni nyumba kadhaa anamiliki, lakini pia kuna wengine unakuta anamiliki uh, watoto, wamebarikiwa kuwa na watoto uh, wenye weledi na hekima na busara kabisa, uh, na wenye muonekano wenye mvuto na akili za namna tofauti sana. Kwa hiyo kuna baraka hiyo pia ya watoto, wanao watoto hao, lakini unaweza ukakuta, uh, tena wengine wanamiliki iPhone ambazo ni simu zenye bei gari kabisa. Kwa maisha yao yako gari yako vizuri kabisa na wamefanikiwa kwenye kila sekta, lakini watu hao unakuta wamepoteza furaha na wanaishi maisha ambayo sometimes hawana furaha kabisa. Sasa kwa nini mtu anakosa furaha na wakati anamiliki anam, amefanikiwa kwenye kila enga lakini maisha yake hayana furaha? Inawezekana ni wewe mwenyewe hapo unaponitazama hapo kwamba unaishi maisha ambayo eh, wewe mwenyewe ujielewi, ndani ya moyo wako hauna furaha kabisa, na ukiangalia una kila sekta ambayo Mungu amekubariki, amekubariki kuwa na watoto, amekubariki kuwa na mume mzuri, amekubariki kuwa na mke mzuri, amekubariki kuwa na biashara nzuri, lakini pia changamoto kubwa ambayo ulionayo ni kuwa hauna furaha kabisa, umepoteza furaha, hauna kabisa hamu ya kuendelea kuishi pamoja na vitu vyote vile ambavyo unavyovimiliki. Sasa ni kwa nini unakosa furaha? Au kwa nini hawa watu wanakosa furaha? Au kwa nini wewe unanitazama hapo? Aya, nazungumza na mtu mmoja, nazungumza na kijana na baba, au shangazi ambaye yuko hapo, ananitazama hapo, hauna furaha, lakini pia Mungu amekubariki hivyo vitu vyote, amekubariki kuwa na maisha mazuri, lakini hauna furaha. Nataka nikuambie rafiki yangu, maisha hayawezi kuwa na furaha kwa sababu unamiliki vitu. Hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kainunua furaha Furaha haileti kwa sababu unamiliki iPhone. Furaha haileti kwa sababu unamiliki mke mzuri. Furaha haileti kwa sababu na mume mzuri, una magari pamoja na majumba, au una biashara nzuri. Nataka nikwambia furaha hainunuliki. Chanzo cha furaha, mtu wa Mungu, ili kusudi uwe na furaha kwenye maisha yako, lazima ianze ndani ya nafsi yako. Furaha inaanzia ndani haijalishi ukiwa na maisha ya namna gani, lakini furaha chanzo chake ni moyo wako. Moyo wako ukiwa umeridhika, moyo wako ukiwa na furaha, moyo wako ukiwa na amani, hapo ndipo kila kitu utakiona kinaenda vizuri, lakini kama moyo wako hauna furaha, hivyo vitu vyote unavyovimiliki haviwezi kuwa na, na, na faida yoyote, haviwezi kuwa na thamani yoyote. Hayo magari ambayo unayoyamiliki, hayo majumba ulionayo, utaendelea kuyaona kama matakataka tu haya. Yaani hiyo ndoa ulio nayo utaendelea kuiona kama takataka tu, kama furaha ndani ya moyo wako haipo. Nakuambia kwamba furaha ngumu sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili uwe na furaha ya kweli kwenye maisha yako lazima ianzie ndani ya nafsi yako ko jitahidi sana kwenye maisha yako, wewe unayenisikiliza hapa, jitahidi sana kuitafuta kwanza furaha ya moyo wako kwanza, ndipo mambo mengine yafuatie. Tafuta kwanza amani ama furaha ya moyo wako kwanza. Furaha inaanzia katika vilindi vya moyo. Hiyo ndiyo nguvu ya maisha ya hapa ulimwenguni. Hiyo ndio furaha ya kwanza. Huo ndio msingi wa kupata furaha ama amani kwenye maisha yako. Kwanza tafuta kabisa amani ya moyo wako, usitafute vitu. Kwanza tafuta kwanza amani, yani furaha ya moyo wako. Ukitaka kufanikiwa na kuishi vizuri kwenye ulimwengu huu, nataka nikuambie, tafuta kwanza furaha ya moyo wako nataka nikuambia kitu kimoja. Hivi kuna watu wako kwenye ndoa, lakini kwenye ndoa hizo hawana furaha kabisa. Ukimtazama mwanamke aliyemwoa, ukimwangalia nje pale, unakuta kiukweli anavutia, ana sifa za kuwa mke eh, lakini mume wake unakuta hana furaha na yeye. Kwa nini? anajua udhaifu wake upo. Kuna vitu vinaendelea ndani, wewe huvijui. Kwa hiyo yeye anajua, kwa hiyo ndani ya moyo wake anajua kuna kitu kinachoendelea ndani ya ndoa yake, ndani ya yule mwanamke, wakiwa ndani. Ina maana huyu mtu yuko kwenye ndoa ya mwanamke ambaye akitokeza nje, nataka ni kuambia kiukweli, anaonekana anafaa, ana, ana, ana, ana sekta ya kuonekana kuwa ni mwanamke kwa nje, lakini mume wake hana furaha, wana magari, hana furaha. Sasa ni kwa sababu gani? Kwa sababu moyo wake una madoa, moyo wake haujapata kuwa na amani, na yeye, kuna kitu amekikosa. Kwa hiyo hana kile chanzo halisi cha amani. Chanzo halisi cha furaha ni kuanzia moyoni mwako, umeendelea vizuri. Kuna mtu anaweza akawa na mume hivyo hivyo, lakini mtu huyu mwanaume ukimwangalia kwa nje ana sifa za kuwa baba ana sifa za kila namna, lakini huyu mama hana furaha kabisa. Kuna jambo linaendelea, lakini ukimwangalia kule nje anatembea, kiukweli unakuta kwamba huyu mtu anaonekana ana furaha, lakini kiukweli, huyu mtu kiuhalisia, hana amani kabisa, hana, maisha yake amepoteza furaha. Ni kwa nini furaha yake haipo, na wakati anamiliki mke ambaye an, au mume au mke ambaye ana sifa za, za namna ya kipekee sana? Ni kwa sababu furaha chanzo chake sio mwanamke. Chanzo cha furaha ni ndani ya moyo. Kwenye moyo wako ukitulia, nataka nikwambie, utayaona maisha ni mazuri sana. Kuna kijana mmoja ambaye alipata kufanikiwa sana, alisoma, na aliposoma yule kijana akafanikiwa kupata kazi nzuri kabisa, akawa ni mrushaji wa ndege, akawa narusha ndege kabisa, na kiwango chake cha kifedha kikapanda zaidi. Sasa kilipopanda kiwango chake cha kifedha akajenga ma majumba na akanunua akanunua eh, magari ya kifahari yalikuwepo kwenye eh, geti lake kwenye nyumba yake, wanayo wengine wanaita makasri eh, lakini huyu kijana kila alipokuwa anatoka kwenye mihangaiko yake mm, kwa marafiki zake, akiingia nyumbani kwenye lile kasri lake, akiyatazama magari yake hayaone aone haoni furaha ya kumiliki hivyo vitu, haoni furaha ya kuwa na hivyo vitu haoni furaha ya kuwa na, na magari, haoni furaha ya kuwa mrusha ndege, haoni furaha ya kumiliki majumba ya kifahari, haoni furaha ya elimu aliyonayo. Kwa sababu gani? Alikuwa analia lia kila siku. Huyu kijana ana kila kitu, tena anarusha ndege, mshahara wake ni mzuri, ana maisha mazuri na ana mwonekano mzuri, lakini amepoteza furaha, hana furaha kwenye maisha yake. Unajua ni nini? Huyu kijana alipungukiwa, alipungukiwa furaha ndani ya moyo wake. Kumbe alikuwa na maumivu na uchungu wa muda mrefu. Uchungu huu ulisababishwa na wazazi wake. Huyu kijana alikuwa na uchungu ambao ameutunza, hajasamehe wazazi wake. Walimuumiza akiwa kijana mdogo sana. Wazazi wake walimtenga, walimtelekeza hawakuweza ku, eh, ku, ku, kumtia moyo ama kumpa moyo ama kum, eh, kumpa pole ama kumpongeza. Huyu kijana alipambana mpaka amefanikiwa bila wazazi wake hata kuonyesha moyo wa kumtia moyo kiku, kitu kilichomuumiza zaidi kijana huyu ni namna ambavyo walikuwa wanaonyesha kumvunja moyo wazazi wake wazazi wake wenyewe kabisa, lakini kijana alijipa moyo mwenyewe. Kwa hiyo alipofanikiwa katika hali ya ule ugumu, akaona kisasi kwa wazazi wake, ana maumivu na uchungu wa wazazi wake. Kwa amekuja kufanikiwa, akapoteza furaha kwa sababu anajiuliza, pamoja na yote haya hana furaha na uchungu wa wazazi wake. Ni kwa sababu gani? Huyu kijana alikuwa ameweka nini? Uchungu wa ndani ya moyo. Moyo wake ulikuwa hauna furaha moyo wake ulikuwa una chanzo halisi cha furaha cha maisha. Furaha ni chanzo cha maisha kwao. Rafiki yangu, kumbe katika ulimwengu huu kosa vyote, lakini tafuta furaha ama furaha ya moyo wako. Chanzo cha furaha ni moyo kwao. Ukitaka kufanikiwa, rafiki yangu, ili uwe na amani na maisha mazuri na furaha katika ulimwengu huu na amani katika dunia hii ufanikiwe zaidi, tafuta kwanza furaha ya moyo wako. Usitafute vitu kwanza, tafuta furaha ya moyo wako rafiki yangu. Yesu mwenyewe katika maandiko matakatifu, nadhani katika Yohana anazungumza Yesu mwenyewe anazungumza, ninawapa furaha, lakini sio furaha kama ambayo walionayo katika ulimwengu huu, yaani furaha ile ya magari furaha ya majumba furaha ya, ya mke furaha ya mume furaha ya watoto anazungumza furaha ya kuanzia kwenye vilindi vya moyo. Yesu mwenyewe alisema, yaani yeye ndiye ana uwezo wa kutoa furaha, yaani Mungu aliyekuumba wewe. Hapo ulipo, ukitaka kupata furaha ya moyo, lazima uanzie kwenye chanzo halisi, kwake Mungu. Ana uwezo wa kukupa furaha ya kweli. Mungu ana uwezo wa kukupa furaha kweli. Ndio maana Kristo anasema nimewapa na nimewaachia furaha, lakini furaha hiyo si ya ulimwengu huu. Alimaanisha naweza kuwapa magari, kuna watu wanaweza kukupa nyumba, naweza kukupa mke, lakini ndani yake usipate ile furaha ya kweli. Kumbe anazungumzia furaha ya kuanzia kwenye vilindi vya moyo. Kwa hiyo, mama yangu, binti yangu, mdogo wangu na ndugu yangu, rafiki yangu anayetazama hapo Umejiuliza mara nyingi, kwa nini ninaishi pasipokuwa na amani? Ni kwa sababu ndani yako una uchungu mahali fulani, una uchungu, umeumizwa, una uchungu wa wivu, una uchungu, umekataliwa, una uchungu. Ndio maana hapo hapo ulipo umechanika chanika kwenye moyo wako, moyo wako una vidonda vidonda. Hicho ndicho kinapelekea unapoteza mwelekeo wa maisha yako ukitaka kustati kurejea kwenye mfumo wa maisha yako, uanze kuona mafunuo mapya, uanze kuona mwelekeo mpya wa maisha yako rudisha kwanza furaha yako kwanza, tafuta kwa namna yoyote uipate kwanza furaha ya moyo wako. Mungu akubariki sana. Ikiwa e, umebarikiwa na somo hili, unaweza kuniandikia hapo chini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nini basi tujifunze katika wakati unaokuja. Tupe uzoefu wako katika somo hili. Asante sana, barikiwa sana, ninasoma komenti.